Hii ni Tanzania Kilimo Digital Limited, na leo tuko katika somo ama darasa ambalo linahusiana na ufugaji wa samaki. Na katika ufugaji wa samaki tulikwisha wahi kuongea katika vipindi vilivyopita, ya kuwa ufugaji wa samaki kuna mambo ya muhimu kuzingatia katika ufugaji wa samaki, kwamba ni vitu gani? Ya, basi jaribu kupitia katika video ambazo zimepita uweze kuona ufugaji wa samaki uko vipi, mambo gani ya muhimu katika ufugaji wa samaki, nini kifanyike katika uchaguzi wa sehemu kwa ajili ya kufugia samaki ama ujenzi wa mabwawa. Sasa leo ninakwenda kuzungumzia kuhusiana na vifaranga bora vya samaki. Unapoanza mradi wako hakikisha unainvesti miundombinu vizuri, lakini kitu cha muhimu sana ni vifaranga vya samaki vyenye ubora. Kwamba unapopata vifaranga ambavyo vinakuwa bora hivi, itakusaidia sana katika ishu ya kuvimeneji, vitakuwa kwa haraka, vitakupa kilo ambazo zinastahiki na utaingia sokoni, pia utaingia vizuri. Kwa hiyo katika mradi wako utapata faida ambayo inakuwa ni faida nzuri sana lakini pia ukichukua vifaranga ambao wanakuwa si, si vifaranga bora. Actually unaweza ukapata popote na sosi za kuzalisha vifaranga ziko nyingi, kwamba saizi kila mtu anazalisha nini, anazalisha vifaranga. Lakini changamoto inapokuja, je, ni vifaranga bora? Ishu sio vifaranga kwamba vifaranga vya sato, vifaranga vya kambale, lakini tunaangalia ubora, vimezalishwa vipi wazazi wazazi wa vile vifaranga wana sifa zipi, ili ziweze kuonekana kwa watoto. Sisi kwetu tuna tunazalisha vifaranga vya samaki aina ya sato pamoja na kambale, ambavyo tunazingatia ubora, vinakuwa vyenye afya nzuri. Hata unavyoenda kuvipandikiza katika bwawa lako, basi vina uwezo wa wakuku, kukua kwa haraka zaidi na kuweza kufanyaje kukupatia faida. Kwa hiyo tunapenda kukukaribisha kama unataka uanze ufugaji wa samaki aina ya sato au kama unataka uanze ufugaji wa samaki aina ya kambale, basi unaweza kuwasiliana na sisi kizuri zaidi. Namba zetu zinaonekana hapo, unaweza wa kuchukua namba zetu na ukatupigia na ukatueleza kwamba unahitaji vifaranga vya aina gani. Tumekuwa tukipokea simu nyingi sana watu wakiwa wana, wanahitaji vifaranga, lakini ukimuuliza vifaranga wa aina gani, yeye anakuambia tunitumie vifaranga wanaozaliana. Sasa naomba nitumie fursa hii kuweza kuelekeza ama kuweza kutoa elimu ama darasa kwamba vifaranga wapi ni wazuri zaidi katika ishu ya kibiashara, ufugaji wa kibiashara. Simu nyingi ambazo tumekuwa tukipokea mtu anakuambia anahitaji vifaranga ambao wanakuwa wanazaliana. Na kizuri zaidi huwa tunajaribu kumuuliza maswali. Swali la kwanza linakuwa kwamba je, unahitaji kwa ajili ya kufuga katika bwawa la ukubwa gani? Na tunampa elimu zaidi. Sasa hapa ni jaribu kukupa faida ya kuchukua vifaranga ambao wanakuwa na jinsia moja kuliko kuchukua vifaranga ambao wanakuwa na jinsia mbili. Mimi ni mfugaji, nime chimba bwawa langu ambalo linaingia samaki elfu moja. Nikatafuta chanzo kizuri cha vifaranga ambao wanakuwa na afya nzuri, afya bora, nikaja kuwapandikiza kwenye bwawa langu. Vifaranga hawa nimechukua ambao wanakuwa wana jinsia moja, kama ni madume au kama ni majike, na ninavyochukua jinsia moja inamaanisha havitazaliana sasa ninavyovipandikiza katika bwawa langu ninakuwa na uwezo mzuri sana wa kuvimeneji. Kwa sababu gani? Nita, nita, nitapiga hesabu kwamba vifaranga nilivyo navyo ni, ni vifaranga elfu moja na vifaranga hivi vina uwezo wa kula kiasi gani cha chakula, kwa sababu hesabu yake inafahamika. Kwa hiyo kadri vinavyokuwa nitakuwa ninapima uzito ule, kwamba kimefikisha labda gramu ngapi, kinatakiwa kile chakula cha kiasi gani kwa hiyo nitapiga tu hesabu kwamba gramu fulani anakula kiasi fulani kwa hiyo nikiwa na samaki elfu moja watakula gramu ngapi vivyo hivyo watakavyokuwa pia nitakuwa ninajua kabisa bwawa langu litakuwa lina lenji samaki fulani yani let's say elfu moja mpaka mia tisa hivi mia tisa hamsini mia tisa kwa hiyo ninavyochukua vifaranga vyenye jinsia moja hii inanisaidia inanisaidia mimi niweze kuwa meneji wale vifaranga. Kwa hiyo nina uwezo pia wa kupiga hesabu hapa, nitakapovuna nitavuna samaki kadhaa, na nitaingia sokoni nitauza kwa shilingi kadhaa, na faida yangu itakuwa shilingi kadhaa. Tuje kwa upande wa pili, mimi ni mfugaji wa samaki, nimechukua vifaranga wenye jinsia mbili. Actually, sawa nitawalisha vizuri, lakini watakapoenda kukua pale changamoto ndo itaanzia pale. Bwawa langu lina uwezo wa kutosheleza samaki elfu moja. Sasa unafahamu samaki wanavyozaliana, wanazaliana kwa wingi sana sana sana. Sasa kama samaki mmoja ana uwezo wa kuzaa watoto mia tano na kuendelea, itategemea na afya yake sasa huyo ni mmoja. Sasa just imagine, wale walioko mle samaki majike wakizaa watoto watakuwa wangapi ndani ya bwawa? Na swali langu la pili litakuwa hapo, je, utajua kwamba ndani ya bwawa lako una samaki wangapi ili uweze kuwapa chakula kinachojitoshereza? Kwa hiyo naona changamoto inanzia hapo, na pia uwezi ukawa unajua ndani ya bwawa langu nina samaki wangapi. Je, chakula ambacho ninawapa kinawatosheleza samaki wote? Kwa hiyo sometime unaweza ukashangaa unapunja chakula kwenye bwawa, sometime unaweza ukawa una, una, una, una, wewe ndio sababu ya samaki kufanyaje kudumaa, kwa sababu samaki inamaanisha wanakuwa wanagombania chakula, wako wengi, wewe hujui idadi yao wako wangapi. Kwa hiyo kinachoenda kutokea pale, badala ya kupata uzito mzuri, basi wao wenyewe wanaendelea kugombania chakula, basi wanasababisha kudumaa. Kwa hiyo wewe utakuwa una, unalisha tu samaki ambao wanafanyaje, wanakuwa wanadumaa. Kwa hiyo kitu kizuri kibiashara, sisi tunafuga monosex, kwamba jinsia moja. Hawa ndio samaki wazuri kwa ajili ya kufuga ili uweze kupata faida kwa sababu nilizozieleza hapo nyuma. Karibu kwetu, vifaranga vinapatikana ambavyo vinakuwa na ubora wa hali ya juu na species ambayo ni nzuri, popote ulipo, wala usisite kwamba kusema labda uko mbali labda utaalamu huo hauna, unaweza kuwasiliana na sisi pia. Tunakuwa tuna vitabu ambavyo vina uwezo wa kuelezea, vinakuelezea, vinakufundisha samaki, namna ya kuwafuga, namna ya kuwahudumia kila kitu katika kitabu hicho. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na sisi tukakupatia vitabu ukajifunza. Pia huwa tunapenda sana kuwatembelea wale wafugaji wetu ambao wanafuga ama walionunua vifaranga kutoka kwetu, tunakuwa tunawatembelea ili kuweza kujua maendeleo yao na tuweze kuwa familia. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha sana.